Sisi kama TBS tumekuja hapa kwa sababu tunaingia kwenye swala la usalama wa chakula. Tunahakikisha kwamba bidhaa inayotoka inaingia sokoni ambayo mteja anatumia imekidhi ubora na ni salama kwa mteja. Hivyo basi, kwa sababu biotechnology ni tool inayotumika, know, to sehemu tofauti tofauti, kwenye viwanda viwanda, kwenye agriculture, kwenye medicine kwa upande wa agriculture ambao ndipo chakula mara nyingi tunapotolea, inasaidia kudhibiti magonjwa. Hivyo basi tunaweza kupata chakula kingi, na pia tunaweza kukuza uchumi kwa sababu tutapata mazao mengi na kutakuwa na chakula cha kutosha, lakini pia itafanya pia biashara kukua, hivyo kutakuwa na mwendelezo wa biashara za kupata exportation ya chakula nje na mtu income ya, ya mfanyakazi mmoja mmoja ikimaanisha Mtanzania mmoja mmoja kuinuka na taifa kwa ujumla. Kufanikisha hili, TBS tumeandaa standard za upande wa biotechnology ambao kwa sasa tuna standard sabini na nne ambazo zitaanza kutumika na zingine zipo kwenye mchakato ambapo soon zinaweza zikakamilika. Hivyo basi tunatoa rai kwa wafanyabiashara, wajasiriamali tofauti tofauti kwamba tunapokea bidhaa zote za kibayoteknolojia ambazo zinatengenezwa au ambazo wamekuwa imported wanazifanyia modifications zozote, tunazipokea na tunazifanyia uchunguzi ambao iwe ni salama kwa mtumiaji. Ningependa kutoa rai kwa wananchi kwamba hakikisha bidhaa zako utakazozitumia. Na watengenezaji pia, naomba niwakumbushe hili, bidhaa zenu zote ambazo mtakuwa mnazitengeneza Zipitie TBS. Hii itasaidia kuongeza ubora wa bidhaa zako, na pia itaongeza uh, watumiaji kupata confidence kwa ajili kwamba bidhaa yako imekidhi ubora. Na pia uh, kutokana na hizi standard tumeweza kuharmonize standard za international standard na Tanzania standard ZDS ambazo zitamfanya mfanyabiashara awezi kuexport biashara zake nje na kufanya wigo mkubwa wa biashara nje. Hivyo basi tunaweza kuongeza ajira, lakini pia tukapata teknolojia tofauti tofauti, na nipata nafasi kubwa ya kuona namna ambavyo shirika linapambana kwa ukaribu kuweza kudhibiti na kuhakikisha ubora na kuweza kuidhinisha uthabiti wa bidhaa mbalimbali ambao wataalamu katika levo ya chuo wamekuwa wakileta sokoni. Katika udhibiti huu, shirika la TBS limekuwa likiongeza uwezo kupitia mafunzo ambayo anatoa na tumefurahi kwamba kupitia adhara hii leo wameweza kuelezea namna ambavyo wanawasaidia wataalamu wetu ambao wako kwenye ngazi mbalimbali mbali ya chuo, lakini ngazi pia ya mashirika mbalimbali, wakiboresha huduma zao na kuwasaidia kuziweka kwenye, kwenye masoko ya dunia na kuhakikisha kwamba usalama wa afya za Watanzania zinakuwa bora na zaidi ya yote wakizingatia afya ya wanachokitoa katika viwanda vyao vinakuwa vinaweza ku moja kwa moja kuleta mageuzi chanya kwenye maisha ya Watanzania. Nashukuru sana, na zaidi ya wote nitoe shukrani za dhati kwa uwepo wao katika maadhimisho haya na jinsi ambavyo wamekuwa wakihamasisha jamii kuweza kuwa na uhakika wa huduma zao katika muktadha wa ubora, usalama, lakini pia afya ya jamii kwa ujumla.